C -C ah, chama, chama, C -C C -C viva vijana viva, kidumu chama cha katibu wa chama kata ya Ilomba. Leo katibu na mwenyekiti wa vijana wa kata hii, nipende kutoa shukrani zangu za zati kabisa kwa no, si, kazi kubwa mlioifanya. Kikweli mimi na mjumbe wa halmashauri kuu tumekimbiza bendera. Lakini tumeiona kazi mlioifanya, wakati tunakuja tumeziona bendera zikipepea. Pongezi sana. Asante, asante. Lakini hii inamaanisha nini kwa wananchi wa kata hii ya Ilomba? Inamaanisha kupepea kwa bendera za Chama cha Mapinduzi, inamaanisha chama, ina chama pekee ambacho wananchi wote wa kata Ilomba Natakiwa mwendeleze imani kwa chama hiki, na sisi tutadili na wale wote wanaowapotosha. Kuna vyama vinapotosha. Chama chenye matumaini na maendeleo ya kweli ni chama cha mapinduzi pekee. Chama cha mapinduzi oye! Oye maendeleo oye! Na hasa hasa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, naomba wananchi na vijana wote muendeleze imani kwa Chama cha Mapinduzi, msibabaike na watu wote, watakuja na stori zozote zile, kwa sababu wapiga soga wapo, watakwambia sijui nini nini. Nisemeni Chama cha Mapinduzi ndio chama chenye matumaini ya kweli. Lakini mwaka huu sasa, hapa naongelea vijana, katibu, utanisema, nadhani UWT wapo, wataongea kwa niaba ya UWT wazazi wapo wataongea kwa niaba ya wazazi. Kipekee kabisa mwenyekiti wangu wa umoja wa vijana wilaya hii ya Mbeya mjini amenipa maagizo mahususi kwa vijana wa kata ya Ilomba. Amewaomba sana vijana, jitokezeni kuwania nafasi ndani ya chama cha <coughs> <coughs> mapinduzi. Hao majirani zetu huwa wanasema mnatuletea wazee kila siku. Sasa vijana, dirisha lipo, nendeni mkachukue ni maagizo sio ya kwangu nimeabeba mimi kutoka kwa mwenyekiti wangu wa UVCCM Mbeya mjini ndugu clemence james mwamndema anasema vijana mkachukue fomu kwa mwenyekiti haya maagizo naomba na wewe ukayasisitize zaidi kwa vijana hawa wakachukue fomu kuna fomu nyingi kuna fomu ya diwani kuna fomu ya bunge kuna fomu ya bunge wa... wa... viti maalum diwani viti maalum lakini pia kuna fomu fomu ya ubunge wa afrika mashariki sawa koo tuendeni tukachukue kungizo tukaonesha ujana wetu kwamba sisi tunaweza kufanya kazi tukiaminiwa kwamba tunaweza kufanya kazi lakini hayo ni ndani zaidi e, la msingi hapa tuko kwa wananchi wananchi waendelee kukiamini chama cha mapinduzi kwa sababu tutawaletea viongozi sahihi hasa hasa vijana lakini wazazi nao wakileta tunaomba mkawaamini hivyo hivyo UWT wakileta naomba mkawaamini hivyo hivyo kwa sababu wametoka chama kilicho bora chama dume, chama kikubwa kwa Afrika na cha pili kwa ukubwa duniani. Ko ni chama ambacho kikileta mtu mbele yenu, nendeni mkamwamini na nendeni mkamshirikishe masuala yote ya maendeleo katika kata yenu. Sasa katika zoezi hili la bendera tumeenda kuhitimisha hapa leo, lakini si mwisho, tutaendelea kupeperusha bendera katika kila shina. Nadhani 80 hizo, tutaongeza zingine tu kila shini, ili mwananchi akiona ajue chama kinachopepea, chama chenye matumaini ni chama cha mapinduzi pekee. Chama cha mapinduzi hoye hoye! CCM, hoye hoye! kidumu chama cha mapinduzi! Nadhani muda umekwenda, katibu, isiendelee kupoteza muda, naomba nihitimishe ni, ni, ni, ni, zoezi hili la ukimbizaji wa bendera, na niwapongeze sana sana, msichoke kufanya kazi ya chama, msichoke kufanya kazi ya wananchi. Asanteni sana.